Katika kisiwa cha Tumbatu, sekta ya maji kwa sasa tunapata huduma ya maji ambayo inatokana na chanzo cha tenki Dr. Mwinyi. Katika serikali yake ya awamu ya nane, amejenga tenki lenye ujazo wa lita milioni moja lenye gharama shilingi milioni 750 ambalo linahudumia maji katika vijiji vinne. Kijiji cha kwanza ni Jongowe, lakini Tumbatu kwa ujumla yenye vijiji vitatu Gomani Uvivini pamoja na Mtakuja. Huku tunakotoka Tumbatu tulikuwa tunachukua maji njia ya Tumbatu, tunatoka katika hali ngumu sana. Tunashukuru kwamba wananchi wa Tumbatu kwa sasa hivi maji tunavyowapata tofauti na zamani. Mwanzo kuingia madarakani, mheshimiwa rais wetu Dokta Mwinyi alituahidi tangi la maji na amelijenga, lakini ujenzi huu unaambatana na uchimbaji wa visima vipya. Kurani za dhati kwa viongozi wetu, rais mpendwa, ndugu Hussein Ali Mwinyi kwa kwa nia thabiti ya kutujengea tenki katika kijiji chetu cha Tumbatu, na tunafaidika, na kwa kweli ametusaidia kwa kiasi kikubwa. Zamani katika kisiwa hichi tunachota maji njia kisiwa kwenye mashimo, sasa kwenye mashimo ambayo sio maji salama, lakini kwa sasa tunapata maji salama. Kwa wakati huo wepesi wa kuputwa na maradhi ambukizi kutokana na maji kuoga kwa wanyama wa watumizi, watu wa wanatumia jia za maji nakukatika misingi mibaya wana koga umo umo wanakulia umo umo wanyama umoumo kwa wakati huo, lakini tunashukuru, tumeachana na swala hilo baada ya Mheshimiwa Rais kukamilisha mradi huo aliogamaji. Labda wanachofikiria wao ni maendeleo ya kila mtu binafsi, lakini ya kijamii, kila anayeishi anaye, yamefikiria ya mtu mmoja mmoja, labda anafikiria Ndo anayosema hivyo, lakini ya kijamii kila mwana Tumbatuya mesi tunaridhisha kwa sababu vitu tunaviona: tenki la maji lipo, skuli ipo, barabara ipo, uwanja wa netiboli upo, na bandari ile, kesho kutwa mwenyewe kasema na malizi sasa. Vitu vyote viko kwenye mstari na vyengine, nachoamini mie kwa mujibu a wa walipokuja fungua skuli vinakuja